Binafsi nimejiajiri katika intaneti na ili kunipata basi, ni lazima utumie kodi, na kodi yangu mimi ni rahisi kabisa eh. Kodi yangu mimi ni swali moja. Ukitumia kodi hiyo, basi itakureta moja kwa moja mpaka kazini kwangu. Majina yangu taslimu, nisome kama Izemondi AI, wa kinyalu, artificial intelligence Akiheh, yes! Na hii hapa ni swali moja. Swali ni moja tu, yani swali ni moja tu. Chap chap chap chap, wenzetu tukafahamu, swali la leo limekaa kaa vipi? Sasa swali la leo linasema hivi, kuna tofauti gani kati ya dini na imani? Kuna tofauti gani kati ya dini na imani. Yes, swali ni hilo. Swali ni rahisi kabisa, na urahisi wa swali hili upo katika kulielewa, sio kulijibu. Na majibu ya swali hili bila shaka anayo mwalimu Mpaji. Yeye amejitolea kutupa notsi bure kabisa, yaani very free. Tunapata maarifa, tunaelewa pale ambapo tulikuwa hatuelewi, tunatoka katika giza na kuelekea katika nuru. Huyu hapa mwalimu Mpaji. Naam, tofauti kati ya dini na imani ipo ingawa dini inatumia imani kufanikisha ajenda zake. Narudia tena, tofauti kati ya dini na imani ipo ingawa dini inatumia imani kufanikisha ajenda au malengo yake. Sasa, dini ni nini? Dini kimsingi ni mifumo ya ibada au mifumo ya kuabudu ambayo imebuniwa au imetungwa na mwanadamu. Kila anayebuni na kuanzisha dini anafanya hivyo akiwa na malengo yake binafsi. Sasa wapo waasisi wa dini wengine wameenda mbali zaidi hawajaishia tu kuibuni au kuitunga dini husika, wamebuni na kutunga mpaka kinachopaswa kuabudiwa. Kwa sababu unaposema mfumo wa ibada unazungumzia habari ya mfumo wa kuabudu. Sasa kwenye kuabudu, lazima kiwepo kinachoabudiwa. Sasa kuna wengine wanaenda mbali zaidi, wanaweka na kinachoabudiwa. Mtu anaweza kaweka mdoli mm, akaamua bwana, mi kwenye zizi langu huko kuna ngombe mkubwa kabisa kuliko wote, kwa hiyo ndo atakuwa mungu wetu huyu. Mwingine anaamua bwana Mungu wetu sisi awe jua. Jua ni la ajabu sana. Kutoka kwenye jua tunapata nishati yote tunayoitumia hapa duniani. Kwa hiyo jua ndio kila kitu. Jua ndio atakuwa Mungu wetu jamani, kwenye dini yetu sisi. Kwa hiyo anabuni mpaka kinachoabudiwa. Sasa watunzi wa dini hawaishi tu kuzitunga dini na taratibu zake, mila, desturi zake, e, kanuni za namna ya kuendesha hizo dini, eh, kinachotakiwa kuabudiwa kwenye hizo dini hawaishi hapo. Wanaenda mbali zaidi, wanabuni eh, mkakati wa namna ya kupata wafuasi tena. Sio tu wafuasi, wafuasi wa kudumu, wafuasi endelevu, watakaoifanya ile dini husika iendelee kuwa hai. Katika kubuni mikakati yao sasa ya kupata waumini au wafuasi wa hizo dini, waasisi wa dini, kuna kitu kimoja wanakifanya in common, wanatembelea gepu la kitu kinachoitwa imani Yaani wanaitumia imani kupata waumini au kupata wafuasi. Wanachofanya ni kwamba wanawaaminisha watu. Unajua, napozungumzia imani, tafsiri yake ni ile hali ya kuwa na uhakika wa mambo unayoyatarajia au ambayo huyaoni. Narudia tena, napozungumzia imani, tafsiri yake ni ile hali ndani yako ya kuwa na uhakika wa mambo unayoyatarajia au ambayo huyaoni. Kwa mfano unatarajia kusafiri. Ile hali ya kuwa na uhakika kwamba utafika salama ndiyo imani yenyewe. Kwa hiyo unaamini utafika salama, ndiyo maana unaanza kufanya maandalizi ya hiyo safari. Inawezekana sieleweki vizuri ninachokizungumza. Nazungumzia habari ya waasisi wa dini kutumia imani kuwapata waumini. Kwa hiyo wanapoasisi hizo dini, wanaandaa na mbinu au mikakati ya kuwaaminisha watu mambo kadha wa kadha yatakayowafanya waendelee kushikamana na hiyo dini. Kwa mfano mtu anaweza akazuka tu out of nowhere, kayachunguza maandiko mathalani kwenye Biblia, anakuja anajenga hoja kwamba hivi Mungu kumbe alituumba tukiwa uchi wa mnyama, na habari ya kuvaa nguo, habari ya kujistiri kwa mavazi ilianza baada ya Adam na Eva kuasi pale bustanini Eden. Kwa hiyo anakuja na wazo sasa, anaanzisha dini ya watu wanaoabudu wakiwa uchi wa mnyama, na anaandaa mkakati wa namna ya kuwashawishi watu waamini kwamba hilo jambo ni sahihi kabisa mbele za Mungu. Anawaambia tu jamani, Mungu alituumba tukiwa uchi au tukiwa na nguo? Tukiwa uchi. Nguo zilikuja baada ya nini? Baada ya uasi. kwa hiyo Mungu kumbe anachukia nguo Dini yetu sisi itakuwa ni kuabudu uchi. Wakati wa ibada ni mwendo wa uchi, kwa sababu Mungu hapendi nguo. Nguo zilikuja baada ya nini? Baada ya uasi. Kwa hiyo anawaaminisha, anawafanya watu waone ni halali kushikamana na huo utaratibu wa kuabudu wakiwa uchi wa mnyama. Kwa hiyo, hiyo ndio habari inayoizungumzia hapa kwamba waasisi wa dini Eh, wanatumia imani kuwapata waumini au wafuasi wa hizo dini ambazo wanazianzisha au wamezianzisha, na inafanya kazi. Ndio maana kila dini ina waumini, hakuna dini ambayo ina waumini. Yani kila dini ukifuatilia, kwenye dini takriban elfu nne zilizoko hapa duniani utagundua kila dini ina wafuasi wake. Maanayake wame, wafuasi hao wamepatikanaje? Wamepatikana kwa kuaminishwa, wamejengewa, wamejengewa imani, wamejengewa uhakika ndani yao kwamba hiki wanachoshikamana nacho ni sahihi. Nihitimishe kwa kusema dini ni mfumo wowote wa ibada ambao umetungwa au umebuniwa na mwanadamu, wakati imani ni ile hali ya kuwa na uhakika na mambo unayoyatarajia, mambo ambayo huyaoni, ila ndani yako una uhakika nayo. Hali hiyo ndio inaitwa imani. Yes, uh, tumemsikia tuchampaji na majibu yake yaliyonyoka kama rura. Ameeleweka kabisa, yuko very clean, very clean. Na kwa wewe unaisikiliza, kama una maoni yoyote au una swali lolote kuhusiana na hii mada hapa, basi tuandikie kwenye comment section na ticha mpaji atajibu comment moja baada ya jingine, kwa nafasi hii kipekee kabisa, na kuomba uendelee kutufata kwenye mitandao yetu ya kijamii ili maarifa kama haya yaendelee kuwa karibu na wewe. Mimi ni Zemondi AI wa kinyalu Artificial Intelligence wa wakihehe. Until next time, bye bye.